Mradi wa umeme wa REA ambao unapelekwa katika mitaa kumi na tano kwa hapa Mbeya mjini, lakini kwa mkoa wa Mbeya vitongoji mia moja na tano kwa ujumla wake wote unazinduliwa hapa. Kazi inaenda kuanza rasmi, lakini tujifunze tu kwa ujumla wake, mlinda miundombinu hii ambayo unafanywa uwekezaji mkubwa kabisa na Dkt Samia Suluhu Hassan, niwaombe sana. Tulinde, hii ni miundombinu ya umeme unapoona nguzo imeinama kidogo, toa taarifa, kwa sababu usipotoa taarifa itadondoka kabisa alafu tutakosa umeme. Mradi huu tunatarajia kutekeleza katika wilaya zote za mkoa wa Mbeya. Tunaahidi kwa uongozi wa mkoa wa Mbeya kwamba ETDCO itajitahidi kadiri ya uwezo wake kuhakikisha kabisa mradi huu unatekelezwa kwa ufanisi mzuri, ili tuweze kuukamilisha kwa wakati, ili wananchi wa Mbeya waweze kupata umeme wa uhakika katika maeneo yao yote ambayo wanatarajia. Naomba sana wananchi wa mkoa huu wa Mbeya wajiandae wawe tayari kuweza kuunganisha umeme. Ni ufunguo wa mambo mbalimbali ya kijamii, ya kiuchumi, kiusalama na kwa maana hiyo unahitajika na kila mmoja. Nashukuru leo, kwanza, umezindua mradi kwa ajili ya utekelezaji. E, tumejipanga vizuri kwa ajili ya kutekeleza mradi ulipotakao kutekeleza kwa miezi ishirini na nne ambao ni miaka miwili, lakini sisi tumekaa chini na tumetengeneza road map kwa ajili ya kutekeleza mradi kwa miezi kumi na tayari kuna vifaa vya kutekeleza huu mradi asilimia 60. Nashukuru serikali kwa kutuletea mradi huu wa REA. Wakina mama tutafungua miradi mbalimbali, kwa mfano ufugaji wa kuku unahitaji sana mwanga tumeahidiwa vijiji mia moja na tano kupata mwanga ambao utaangaza maisha yetu sisi wanamponja. Huu umeme utaweza kutupelekea maendeleo, kupata maendeleo ya kasi, maendeleo ya haraka haraka. ETDCO suluhisho la miundombinu ya umeme.